Wanafunzi na wazazi wa wanafunzi wanaotarajiwa kurejea shuleni walikuwa wanafanya matayarisho ya mwisho. Wale wa shule za msingi wakitarajiwa shuleni hapo kesho, wanajiandaa kukumbana na mabadiliko makubwa yaliyotangazwa na Waziri wa Elimu Sam Ongeri kwamba muhula wa kwanza na wa pili upunguzwe kwa minajili ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa: with the effect from 2012, first and second terms will be longer with 16 and 15 weeks respectively. Third term will be eight weeks. This will make the whole days for first and second terms shorter, and there will be an examination period from 19th of October when all schools will be closed. Hatua ya Ongeri ilitokana na dhana kwamba uchaguzi mkuu utafanyika mwezi Disemba hatua iliyoibua maswali mengi ikizingatiwa mahakama kuu inatarajiwa kutoa uamuzi wake kuhusiana na tarehe ya uchaguzi tarehe kumi na tatu mwezi huu. Sasa muungano wa kitaifa wa wazazi KNAP unapinga semi za waziri Ongeri. tungetaka izungumzwe kwa kirefu, ili tujue hii miezi tatu watoto watakuwa wanakaa manyumbani, watakuwa wanafanya nini? Je, ni mpango gani, program gani, activities gani tunaweza kutokea nazo, ili tuweze kuokoa watoto hawa. Mi ningeonelea kama wange balance the three terms zikuwe kama ni 14 weeks zote badala ya tukuwe na term, two terms which are very long, then that term ikuwe very short, kwa maana wale watoto pia kama wa class 1 hivi ile concentration span yao ni kidogo sana. Sasa sijui kama watasahau kabisa asa wakienda mula wa tatu for a very long time. Inawezekana wakirudi the following year shule wakuwa hata waelewi wako wapi. Tangazo lingine linaloonekana kuwatia kiwewe wanafunzi na wazazi ni amri kwamba wanafunzi wasirejelee madarasa wanapofeli, jambo ambalo tunataka kujua kama chama ni je, hao watoto ambao walianguka wataenda wapi? alifanya stet Salama Primary School Ruma na akapata 155, na mwenyewe akufanya mtani yake alikuwa anafanya vizuri sana. Yaani, mambo shu ya shule alikuwa anafanya vizuri sana. Kwa hivyo kafika mahali hata alikuwa karibu kuinyonga wengi hufeli pasi kutarajia na kuamini jaribio la pili litawapa imani ya kupata alama bora kuwashindia nafasi katika shule wanazotamani kujiunga nazo. Lakini kwa wazazi wengine hatua hiyo itawapomotisha wanafunzi kutia bidii masomoni. Sio vizuri kwa watoto kurudia, wajitahidi kabisa, sababu wanakuwa na mwaka mzima wa kufanya revision. Walimu na watie bidii wamalize syllabus kwa muda ule inafaa. Kufupishwa kwa mihula ya masomo kunatarajiwa kuwa na athari kwa wanafunzi, haswa ikizingatiwa masomo katika shule nyingi za umma hutiliwa makini muhula wa pili na watatu. Inasubiriwa kuonekana iwapo matokeo mema yaliyoshuhudiwa katika mwaka huu, ikiwa ni pamoja na kuongezeka maradufu kwa idadi ya wanafunzi waliofanya bora kwa zaidi ya alama 400 yataathirika katika mtihani wa kitaifa mwaka huu. Damaris Kitavi, KTN Leo.